Katika maadhimisho ya ya wiki hii, ninapenda kuwakumbusha watumishi wa umma kuhusu wajibu wao mkubwa katika kuwahudumia wananchi, kama ulivyoelezwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, toleo la mwaka 1977 ibara ya sita inasema kuwa serikali ni mtu anayetekeleza madaraka au mamlaka yoyote kwa niaba ya serikali. Aidha, ibara ya 35 mabano moja ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafafanua kuwa shughuli zote za utendaji za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zitatekelezwa na watumishi wa serikali kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Ndugu wanahabari, kwa mantiki hiyo ninawaelekeza watumishi wote wa umma katika wiki hii ya huduma kwa mteja kuzingatia wajibu na mamlaka waliopewa kwa mujibu kwa katiba kuhakikisha wanatekeleza jukumu la utoaji huduma bora kwa umma kwa misingi ya uadilifu ili kufikia lengo kuu la serikali kwa mujibu wa ibara ya nane, mabano moja, mabano B ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambalo ni kuleta ustawi kwa wananchi. Ndugu wanahabari, nitumie fursa hii kuwakumbusha watumishi wote watu wa umma kuwa ustawi wa wananchi utapatikana kupitia utoaji wao wa huduma bora unaozingatia maadili ya utendaji na maadili ya taaluma zao. Hivyo wanapotoa huduma kwa wananchi, ni vema wazingatie kuwa nadhifu, waaminifu, wakarimu, na wenye heshima wanaojali utu, wenye kuepuka vitendo vya rushwa na wenye kujali watu wanaowahudumia. Ndugu wanahabari, Ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, kama ofisi simamizi katika kuadhimisha wiki ya utumishi, wiki ya huduma kwa mteja, tumeendelea kuzingatia misingi ya maadili ya ofisi yetu ambayo ni Uzalendo, Uadilifu, Ubora na utendaji, na Mteja Kwanza, kama sehemu ya kusimamia dira ya ofisi inayotutaka kuwa na utumishi wa umma wenye ufanisi na uwajibikaji katika kuzingi ustawi kwa taifa. Ndugu wanahabari, nichukue fursa hii kuzielekeza taasisi za umma kutumia wiki hii ya huduma kwa mteja kujitafakari, kujifunza na kujipima kupitia mrejesho uliotolewa na unaendelea kutolewa na wateja wao, ili kuboresha tabia, mienendo na taratibu za utoaji wa huduma kwa wateja kwa maslahi ya taifa.